Kwa hiyo Manyara na hapa ni karibu. Kwa hiyo nyie, sasa tutaweka mikakati ya kuitangaza timu yetu, tutaweka mikakati na Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, tuboreshe uwanja na nitawashawishi na wenyewe huko pia, tutafute watu tupate taa ili na pale kama ilivyo mkoa kwani, napo tuweze kucheza usiku. Kwa hiyo wale akina Laiza dogo yule na watu wengine wa, wa, wa Arusha mta, mtaendelea kuwaonyesha mji wetu e, hatojuta. Huu ni mji mkubwa ni jiji na watu wa hapa kwa muda mrefu wana kiu ya mpira <tune>